Mpenzi msikilizaji, nipende kushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja nami kwenye chaneli hii ya Munesa TV na nikukaribishe tena. Nashukuru kwa wale wote ambao wamefuatilia somo la sumu zinazoangamiza maisha. Ni somo zuri ambalo kama umelisikiliza litakuwa lime limekujenga lime na limekutengeneza vizuri, na maisha yako yatakuwa mazuri. Zile sumu ukishazielewa maisha yameenda na ni, ni, ni ajabu tu baada ya kulifundisha somo hili la sumu zinazoua maisha tu. Juma ilikuwa ni juma ngapi hapo tu yani, ilikuwa ni juma mosi na hizi Jumatatu nakutana na ya hicho nilichoanza kuzungumza, kimemkosti mtu, alikuwa ni kiongozi akaondolewa kwenye uongozi kwa sababu ya skendo za mimba na vitu vingine, yani ni vitu ambavyo lili, kwa, take it serious na, Wengi kwenye maisha vitakuzingatia. E. Sio kwamba uko kwa chaneli yangu kwa sababu nahitaji kupata subscribers, nipata kupata likes. Nipo hapa kwa ajili ya watu wakombolewe, watu wapate kumfahamu huyu Mungu ambaye ametuita. Huyu Mungu ambaye anahitaji tumfahamu. So, karibu sana na umwalike mwingine, ualike ndugu na jamaa kwamba iko chaneli bora ambako yako mafundisho ya uzima ambayo yana uwezo wa kututengeneza na kujenga katika nyakati hizi na tukaendelea kukua, tukimfahamu huyu Mungu wa mbinguni na nchi. Jitahidi kushea kwa watu ma group mbalimbali. Iko namba yangu ya WhatsApp utatoa hapo, kama uko na swali, uko na changamoto, unahitaji maombi, utanitumia tu ujumbe yako WhatsApp then en tutawasiliana. So usipige simu, natuma tu ujumbe WhatsApp na ninauona wakati wote namaana kama ikiwa emergency sana na kupigia simu ni mwenyewe karibu sana, ukiwiwa likes, ukiwiwa subscribe. Ukisubscribe it means yanapokuja masomo mapya unayapata yakiwa fresh. Somo letu leo linasema unafahamu nini kuhusu kumjua Mungu? Tutasoma katika kitabu kile cha Ayubu sura ya 22 na fungu lile la ishirini na moja. Biblia Takatifu inasema mjue sana Mungu, ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. mm, ndivyo mema yatakavyokujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Neno la Mungu limesema hivyo, kwa tutaangalia nini kumjua Mungu. Je, kumjua Mungu ni kufahamu Mungu yupo? Je, kumjua Mungu ni kufahamu Mungu anataka nini, hataki nini? Je, kumfahamu Mungu ni nini, nini hasa tutaenda kuona. Before ya yote tuombe. Asante Mfalume, asante Mungu mwenye nguvu, kwa mkate huu wa uzima ambao Bwana umenipatia nije kushiriki pamoja na watoto wako Mfalume na kushukuru, nikisema asante lakini Bwana niko kwako, tukiomba msamaha kama watoto wako. Kuna mali tunajikwaa yako ya Kalvali itakase vinywa vyetu, masikio yetu yanaenda kusikiliza, unapotakasa tupe Roho wako Mtakatifu, ambaye mwalimu mwema, akaendelee kulihubiri neno hata baada ya kusikiliza video hii. Neno lako likaendelee kuwa kama sauti isiyozimika kwenye mioyo yetu, kwa sababu Roho wako atatembea na sisi. Malaika wako watupe utulivu usio wa kawaida, nguvu ya ajabu ikaingia kwenye neno hili na likazale matunda. Asante kwa sababu uko pamoja nasi hata miisho ya kipindi hiki, kwa jina la Yesu Kristo amena. Tafsiri ya neno kujua kwa lugha ya Kiebrania ni ukaribu, intimate relation, mahusiano ya karibu ko, kumjua Mungu ni kuwa na uhusiano na Mungu ulio wa karibu sana, na uhusiano huu ndio unaitwa urafiki na Mungu, na umejengwa katika kitu kinaitwa upendo. Biblia fulani ya Kiingereza naipenda sana, inaitwa International Children Bible kwenye kitabu chake cha Job chapter 22 verse 21 up to 22, inaandika hivi, obey God and then you will be at peace with him this way you can be happy. Kwenye hilo nalofungwa ambalo Biblia Union Version, tafsiri ya Union Version, imeandika kwamba mjue sana Mungu, iwe na amani, ndio mema yatakavyo kujia. Hii Biblia ya Kiingereza ambayo ni tunasema ni zile biblia za zamani imeandika obey God and then you will be at peace with him this way you can be happy, kwamba mtii Mungu au mheshimu Mungu ndivyo utakapokuwa na amani wewe na kwa namna hii utakuwa na furaha. Ishirini na mbili, accept teaching from his mouth keep word in his in your heart, kubari mafundisho kutoka kwenye mdomo wake na ndivyo utakavyo yaweke, eh, uyaweke moyoni mwako, kwenye kwa mujibu wa International Children Bible verse chapter 22 verse 21 up to 22. Mm, ko tunapo tunaposema kuwa na uhusiano na Mungu au eh, kumjua Mungu ni kuwa na uhusiano na Mungu wa karibu, na uhusiano wa karibu na Mungu ndio tunaita urafiki na Mungu, na huu urafiki ndani yake na huu e, eh, huu rafiki na Mungu ndani yake kuna upendo na ndani ya upendo kuna kitu kinaitwa utii. Ukisoma kile kitabu cha Yohana kumi na nne na lile fungu la kumi na tano Biblia inazungumza kitu cha tofauti sana hapa kuhusu huu karibu na Mungu ambao tunahitaji tuwe nao, ili huu karibu na Mungu uwe na faida. Kuna Wakristo wengi wao kanisani wanaomba kila siku, majibu hayaji ya maombi yetu. Ni kwa sababu tu tumepoteza ukaribu na Mungu. Ukisoma Yohana 14 fungu la 15, Biblia inasema hivi, Mkinipenda mtazishika amri zangu. Ko International Children Bible Commentary inapozungumzia ukaribu na Mungu ni kumpenda Mungu na kuzishika amri zake. Kwa unapotengeneza ukaribu na Mungu, unapohitaji kumjua Mungu, unatengeneza ukaribu. Na ukitengeneza ukaribu, unampenda Mungu. Ukimpenda Mungu ili udhihirishe upendo wako kwa Mungu, kutii kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana na Mungu yuko makini sana na wale ambao wanayaangalia anayoyasema na kuyaweka mezani. Yule anayokuyaweka moyoni yale aliyoyasema unatengeneza ukaribu na Mungu. Amesema nini kwenye amri kumi? Amesema nini kwenye vitabu vya manabii? Amesema nini kwenye vitabu vya Ushairi, vitabu vya Mwanzo Kutoka mpaka Ufunuo? Amesema nini? Ukiliweka tu moyoni ukawa unayazingatia, Mungu anafanya ukaribu nawe. Mm -hmm. Ndio maana kitabu kile cha Yohana kumi na tano fungu la kumi na nne Biblia hapo inasema kitu kwamba mm, Me, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuru yo. Rafiki ni mtu wa karibu. Kwa hiyo kumbe, kumjua Mungu ili kuwa na amani ni kutengeneza ukaribu na Mungu ambao utakupa utulivu wa moyo, si unaelewa? Ni sawa huko na, na changamoto lakini ukiwa na rafiki wa karibu yani unapitia changamoto alafu, huo ni kama tukiwa karibu. Na unapokuwa karibu na Mungu hauoni hata, ah, ha, hata changamoto ikitokea, changamoto haichukui sekunde mbili, imeondoka Unapokuwa karibu na Mungu. Kwa nini haya yanatokea? Unapata nguvu, nguvu za Mungu. Kwa hiyo ili kujenga ukaribu na Mungu, tutaona namna ya kufanya. Kwa hiyo uelewe kwamba kumjua Mungu ni kutengeneza ukaribu na Mungu na kuwa karibu na uwepo wa Mungu. Na chanzo kikubwa cha watu wengi kukosa amani ni pale ambapo wanapitia changamoto ambazo zinakuwa nje ya namna ambavyo watafanya. Mtu anapowaza namna atakavyotatua tatizo amani inapotea. Sasa tuone kwa nini ukuwa na karibu na Mungu au uhusiano na Mungu kuna kufanya uwe na amani, uwe na furaha, usiwe na stress kwenye kile unachopitia. Jambo la kwanza ni Mungu, tunapokuwa karibu na Mungu, Mungu anatupa faraja mm -hmm. Yani hata ukipitia tuka jambo kadogo, unashangaa ahadi za Mungu. Anatupaje faraja? Anatupa faraja kwa sababu ya ahadi zake ambazo amezinena kwenye vitabu Mtakatifu. Eh, umepitia jaribu zitu, watu wamekutukana, wamefanya nini? Biblia inakwambia ujapopita katikati ya maji mengi hayata kugharikisha. Unashangaa ahadi za Mungu zinakuja, unaona labda, eh, kifo kama kimekaribia, huenda umekosa mtoto, hata kuwepo mtu eh, asiyezaa wala tasa na nina nini nannanini, eh, utaitwa mama wa watoto wengi. Hivyo ukiwa karibu na Mungu Mungu, tuone sasa, Mungu anatupaje faraja? Zaburi ya fungu la 19, Biblia inasema hivi: Katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu faraja zako zaifurahisha roho yangu. E, wewe unapopitia stress unapopitia depression msongo na sonona nyingi, unapokuwa karibu na Mungu anakupa faraja, unashanga tu ahadi za Mungu zinashuka, ahadi za Mungu zinashuka. Sijui umefeli masomo, anakuambia ni wewe, si si mkia wewe ni kichwa, unasema hakika mimi ni kichwa, na ukisha tembea unashanga, matokeo yanaanza kubadilika. Lakini pia huwa anatuondolea yale yanayopitia, hatupi tu faraja, Bwana anatuondolea yanayopitia yale yote tunayopitia, Bwana huwa anayaondoa. Ndo ukaribu na Mungu, hivyo kuwa na Mungu tunajivunia kuwa na Mungu, wengine tunaona ni furaha, wengine tunaona ni raha, maana kwenye Zaburi ya fungu la 8, Biblia inasema kwa maana mhitaji hatasahauliwa daima, matumaini ya wanyonge hayatapotea milele. Mhitaji hatafanya nini? Hatasahauliwa, mtumishi wa Mungu. Tunaona mfano Ibrahimu, baada ya Mungu kuwa amempa faraja kwamba wewe utakuwa baba wa mataifa, Sara atakuwa mama wa mataifa eh. Unaona amempa faraja zote hizo, baada ya kuwa amempa faraja, alimpatia mtoto alimpatia mtoto, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kuwa na ukaribu na Mungu kuna raha iliyoje! Jambo la pili, hufunua siri za tunayopitia. Yani Mungu anakupa njia sababu Kwanini unapitia hili? Kuna watu wanapitia roho, wanapitia umaskini, ni kwa sababu kumbe kuna baadhi ya roho za umaskini kwenye ukoo wenu, kuna mtu na kwa hata kusoma kwenye unapokuwa kipi, kitu? Una, una chukua hatua mapema. Kwa Mungu amekufunulia siri. Mm. Twende tuone Zaburi ya 103 fungu la saba Biblia Takatifu inasemaje hapo, 103 fungu la 7 kwenye kitabu hicho cha Zaburi. Zaburi ya 103 fungu la saba Biblia inasema hivi, alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Hizi njia ndio principle, kanuni, siri kwamba Musa, ili uongozi uende hivi Musa fanya, akamwambia sijui hapa wamefanya hiki nakifanya hiki nii kwao. Alipokuwa akimwita mlimani kule eh, sio kwamba walikuwa wanaenda tu kupiga stori, alikuwa naenda kupewa sili. Musa amepita pale jangwani, mambo hayajakaa sawasawa ya maji, Mungu akamwelekeza namna ya kufanya ili, acha kulialia, acha kuomboleza, acha ku, yaani acha kunung'unika tuna Mungu mkuu. Kinachohitajika ni kutengeneza mahusiano na Mungu, tumeshaona hapo tayari. Kwa nini tuwe na uhusiano na Mungu na tupate amani? Mungu anakupa faraja, amani inakuja. Jambo la pili, huwa anatunulia le tunayopitia, anatupa siri za tunayopitia, na ukishajua siri ya unayopitia huwezi kosa amani. Twende tuangalie namna ya kuwa na uhusiano na Mungu, kwamba je, uhusiano na Mungu ni kuwa unakuwa kuwaje? Uhusiano na Mungu nikua, Jambo la kwanza ni kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama hauja haujazaliwa mara ya pili, ni ngumu sana kuwa na ukaribu na Mungu. Ili we na ukaribu na Mungu, hakikisha umemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako e, uyaache yale ya kale na uanze mianzo mipya. Na unapompokea Yesu mpokee mpoke kweli kweli na uyaweke ya kale pembeni. Yakobo sura ile ya Yakobo sura ile ya Yakobo Yakobo Yakobo Yakobo sura ya tano fungu la kadhaa, hapo anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi, mpingeni shetani naye atawakimbia ninyi. Kwa unapompinga shetani unamkaribia Mungu. E, waganga wamekuwa wakiwaambia watu watawasaidia, lakini niku, nikuambie mpenzi msikilizaji, msaada wa waganga hauna lolote. Tunaye Mungu ambaye uwezo wake hauna mipaka, uwezo wake hauna, hauna hauzuii na chochote. Mkiri Yesu leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mpokee leo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anza mianzo mipya na Kristo ili utengeneze ukaribu na Mungu malaika watakuja, Roho Mtakatifu atakuja, msaada wa mbinguni utakuja, hautapungukiwa na chochote. Lakini pia kuwa na bidii ya maombi. Biblia katika kitabu cha Wath, e, ni Wathesalonike, Wakolosai sura ya tano na fungu la saba Biblia inasema ombeni bila kukoma. Bidii ya maombi ndio inayoamua unapata nini ndio inayoamua ukaribu wako na Mungu. Usiende kwenye maombi tu kwa sababu una tatizo, nenda kwenye maombi kwa sababu unaenda kukutana na rafiki yako, the best friends. Mnapigapiga story na mambo yatakaa sawa sawako. Usinung'unike sana kama uko peke yako, yuko Mungu ambaye anaweza, yuko Mungu ambaye amejaa utukufu. E, Wathesalonike wa kwanza tano kumi na saba, Biblia inasema ombeni bila kukoma. Mm, kuna siku tutaangalia picha nzima ya maombi maombi ni nini na namna gani kwa tengeneza muda kaa kwenye maombi e, nenda kule anza na nyimbo za kusifu shukrani, mshukuru Mungu tu aingia natubuonaeka mbanomaan Yesu Kristo alipokuja duniani alilitilia mkazo na aliishi akawaambia, hata wanafunzi ombeni, msingie majaribuni. E, mara alienda kuomba Mlima wa Mizeituni, mara alienda kuomba, hata wakati anaenda kuingia Kalvario alienda Getsemane kuomba. Habari gani juu ya mimi mwanadamu ambaye tunaitwa kwamba ni mti, mti mbichi e, alikuwa mti mkavu alioma sisi je mti mbichi? Ku, kuomba ni pateni pasei kwenye maisha ni sehemu haikuepeki ili kutengeneza karibu na Mungu ili hiyo amani ambayo tumeahidiwa tuipate na hapo hayo mema ambayo yanatokea tuyaone. Ukaribu na Mungu unatengenezwa kwa njia ya maombi. Uhusiano wa Mungu pia unatengenezwa kwa njia ya usomaji wa neno, kwa sababu kwenye neno tumeshaona eh, anaweza akafunua siri zake apasayo kufanya na ukayazingatia. Kwenye neno unaisikiliza sauti ya Mungu. Huwezi kuwa karibu na mtu ambaye huwezi kuisikia sauti yake. Kwa ili uweze kuisikia sauti ya Mungu ni kupitia neno takatifu, na neno la Mungu linapatikana kwenye Bibilia, linapatikana kwa watu, linapatikana kwa vitabu vya watumishi wa Mungu ambao wameongozwa, wamepewa maono na Mungu kuandika vitabu mbalimbali. Kuna watu wamekuwa wakiamini kwamba eti wanasoma bibilia tu, alafu vitabu vya watumishi wa Mungu hawasomi wanashinda hata kuelewa kwamba kuna watu Mungu anaz..., sio kwamba alizungumza kipindi hicho, hata sasa Mungu anazungumza. Unapoamini Biblia ina maana unataka kumwambia Mungu alisema zamani tu, ila sasa hivi hauwezi kusema. Unapoamini tu kwamba ah, mimi nashika Biblia tu, vitabu vya watumishi mm, unataka kujiaminisha kuwa kwa sasa hivi Mungu azungumzi, wakati hata sasa Mungu anaweza kazungumza, awaambie watumishi jamani, kuna hiki na hiki, ukasoma ukaelewa okay. A, kumbe maisha kidogo, sasa hivi nifanye haya na haya, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo ni recent. E, tunaweza tukapata idea naposoma Biblia na tunajipa uzoefu wa ambavyo Mungu anazungumza zamani na alizungumza nini na ambacho hicho kituongoze leo, lakini pia vitabu vya watumishi wa Mungu vya leo vinatupa pia mwanga kwao. Usitenganishe kati ya Bibilia na vitabu vya watumishi wa Mungu. Biblia imeandika kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho andiko lenye pumzi ya Mungu si bibilia pekee, kwa sababu Roho wa Mungu pia anaweza kakaa kwa watumishi wa Mungu akapulizia neno wakaandika. Nimeeleweka? Ukisoma kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya tatu na lile fungu la saba Bibilia takatifu ina kitu inasema hapo Samueli wa kwanza sura ya tatu na lile fungu la saba Biblia ina, inasema hivi, na Bwana akaita mara ya pili. Hmm, fungu la saba, basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Hamjui maana hakuwa na ukaribu na Bwana ila alikuwa maeneo ambako kuna watu wana ukaribu na Bwana, ila yeye alikuwa hamjui Bwana, alikuwa hana ukaribu na Bwana. Lakini licha tu ya kuwa hakuwa na ukaribu na Bwana ni kwa sababu neno lilikuwa halijafunuliwa kwake. god bt wezi kukuwa na uhusiano na Mungu kama hausomi neno kama hautafakari neno, kama hauliishi neno, biblia imesema yaweke hayo wapi? Moyoni mwako, usisala usisahau sheria ya Bwana na kitabu hiki cha torati, biblia imesema kisiondoke kinywani mwako. Ko ishi vizuri na neno la Mungu namsiende kuwa mna bagua bagua neno kwamba sisi tu na kitabu Agano la kale sisi wa sasa hivi, agano la kale halina maana agano jipya ndo lina maana nani alikwambia wakati msingi wa agano jipya ni msingi wa agano la kale, kwa hiyo kizuri kilitoa neno kila wakati kila wakati kila wakati kila wakati unapata siri ndio maana Cornelio aliambiwa sadaka zako na maombi yako yamefika mbinguni nenda kwa Simoni Petro akuambia yakupasayo kutenda. Ina maana alikuwa yakupasayo kutenda ni neno la Mungu. Alikuwa anapaswa aende kwa Simoni Petro ambako neno la Mungu linafunuliwa kwa, kwa kwa sababu Simoni Petro ana ukaribu na Mungu. Amuelekeze neno la Mungu nasema nini? Ili naye atengeze ukaribu na Mungu. Sio naelewa na watu. Kwa somaji wa neno la Mungu ni kitu ambacho ni muhimu na hakipaswi kukwepwa. Lakini pia tuangalie namna ya nne ya kuwa na ukaribu na Mungu ni kuwa chini ya watumishi wa Mungu. Tunaona kama Samueli alikuwa chini ya kuhani Eli, akawa chini akawa karibu na Mungu. Leo hii ndo tunawaita mboni, mababa wa kiroho. Kazi yao wenyewe ni kutuongoza na kutuhikimisha, wanatupa miiko, maadili, hekima ndogo ndogo za namna ya kuishi E, na mambo mengine makubwa ambayo tunapaswa tuyajue katika utumishi wetu. Ndio maana tunamwona Musa mm. Alimlea, aliwalea kina Yeshua, amewalea taifa la Israeli kama baba yao wa kiroho, na ndio maana walipomkosea baba yao wa kiroho kina kora waliangamia. kwa kuna umuhimu mkubwa sana wa Mungu kuwaweka wazee wa kanisa kanisani, kuna Mungu aliona kitu kwa tuwe na wachungaji aliona kitu tuwe na manabii aliona kitu tuwe na mitume aliona kitu tuwe na wanjilisti tuwe na walimu waheshimuni sana kwa sababu hao wako karibu na Mungu na hao ndio sauti ya Mungu ambayo unapaswa wewe wakuambia yakupasa kufanya sasa. Kama wewe huwasikilizi iko shida. Ukisoma kile kitabu cha Efeso sura ya nne. Fungu la kumi na moja kuna kitu hapo roho anazungumza kizito sana, ambacho ukikielewa umeshatoboa maisha yanakuwa mepesi, maisha yawi magumu. nne kumi na moja, Biblia inasema hivi, naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huruma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe Pigia neno mstari kuwakamilisha watakatifu, kuwafanya kuwa bora. Huwezi ukawa bora kama umekataa kuwa chini ya mababa wa kiroho. Matokeo sasa ya huo karibu wa Mungu, Biblia inasema ndipo mema yatakapo tujia. Na ukisema ndipo mema yatakapotujia, ndio maana kile kitabu cha Isaya sitini na tano na fungu la ngapi hapo linasema unapokuwa karibu na Mungu, hata kabla hawajaomba nitajibu, hata kabla hawajaomba nitajibu. Na watakapokuwa katika kunena, nitasikia. Kwa karibu na Mungu unatufanya tusio watu wa kuhangaika sana, e, ni kupitia kumtafuta Mungu. Nikazie sana kwenye kipengele cha maombi. Roho amenikumbusha kitu hapo mm. Kama sehemu ya kuwa na ukaribu na Mungu ni maombi ya mifungo, maombi ya dhati ambayo mtu unajikita kutafuta uso wa Mungu. Na nitakuja nifundishe zaidi tukipata kipindi kingine. Tusome tu nione kitabu hicho cha Isaya ambacho tumezungumza hapo, kwamba hata kabla hawajaomba nitafanya nini? Nitajibu. Isaya 65 fungu la 24, na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa karibu na Mungu tunapata siri, yani nilivyoambia ni kusudi la Mungu leo hii tumiliki na kutawala Tanzania, tumiliki na kutawala Afrika, tuprosper well, makanisa yetu yapasukalie mabenchi, makanisa yetu yapasuka ya nyasi, kwa sababu tunaye mwabudu ni mkubwa. Inapaswa tuwe karibu na yeye atupe siri za kwenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. We mwanafunzi, ukitaka kupata GPA nzuri, tafuta uso wa Mungu, tengeneza ukaribu na Mungu, achana na mademu, achana na vitu vya ovyo ovyo. Studies ni za kipumbavu na hazitakusaidia, ila litakalo kusaidia wewe ni kuwa na ukaribu na Mungu. Biashara zako ili ziende mbali, si waganga wa kienyeji watakao kutia moyo, si waganga wa kienyeji ambao atakupa mbinu. Anayekupa mbinu ni Bwana, kwa sababu imeandikwa, yeye ndiye atupaye nguvu za kuwa tajiri. Utajiri na heshima viko kwake. Huwezi ukaendelea kwenye cheo ulichonacho kanisani. Kama wewe unatafuta hicho cheo cha kanisani kwa mganga, tafute ukaribu na Mungu, ili Mungu akupe kazi ya kufanya kanisani. Usitafute ukaribu na mganga, ili akupe dawa ya kuwa kiongozi wa kiongozi wa wenye cheo kanisani na watu wangekuwa na ukaribu kanisani na Mungu, tusingekuwa na malumbano mengi mengi sana sijui mara huyu kafanya nini. Ni kwa sababu tu watu wamekosa ukaribu na Mungu. Tafuta ukaribu na Mungu hii ndoa iwe na amani. Tafuta ukaribu na Mungu mema yajae kwenye ndoa. Tafuta ukaribu na Mungu mjue Mungu ambao ndo, tafuta ukaribu na Mungu ili uone kama e, uone baraka zikija kwenye malango ya familia. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima. Kama ujampa Yesu maisha yako, tafuta watumishi wa kuongoza sala ya toba na umpokee siku Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Una changamoto yoyote? tunahitaji ushauri? unahitaji maombezi? namba yangu ya WhatsApp itakuwa hapo uweze kunitafuta na tutawasiliana. Tuombe. Asante uliye mtakatifu wa Israeli, kwa huruma na upendo, utukufu wako Enzi na mamlaka vinadumu daima. Nakushukuru nikisema asante kwa neno la uzima Bwana. Nitakapoingia ndani ya mie ya watoto wako, tukafanya mabadiliko yatakayotusogeza karibu na msalaba wako, na utakaporudi Bwana tukaweza kukulake mawinguni. Asante Yesu kwa sababu umekusha kusikia na utatenda sasa na mapenzi yako Amen.